Yuko mwadventista moja mmoja mwenzetu Kilimanjaro, yeye yeah, alikuwa ni architect ambaye anachora ramani za majengo, ana siri ya government kwa ajili ya kuweka muhuri akichora certified. Lakini akapata cancer and that cancer was terminal, ikamtoa nyumbani ikamweka hospitali ikamweka po dini, maisha yakaenda saratani inaendelea, na maumivu ni makali, lakini wakati huo wa wanapokuja kumsalimia, anawauliza walikuja wazee wa kanisa wanne, akawauliza, habari ya ujenzi wa kanisa unaendeleaje? Wazee wakamwambia hatujaanza. Akasema kwa nini? Akasema tumekosa ramani, bado hatujapata ramani. Akawambia si kuna church members ambao nao ni wa, wanataaruma kama yake. Anasema but they want money. Unajua Wakristo wasipojua etu, huyu ni church member, kuchora ramani ya jengo kwa ajili ya nyumba ya ibada unahitaji hela. Yule mtu aliposikia akiwa kitandani, aliomba akamwambia, wasebu tuombe. Akamwambia, Mungu, ninaomba unipatie siku tatu za kutokuwa na maumivu, nichore ramani ya jengo la kanisa akazungumza hivyo na akasema, amina. Alipomaliza tu sala, Mungu akazuia maumivu yote ya saratani. Akaomba vifaa vyake vikaletwa kutoka nyumbani. Akachora ramani ya kanisa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Aliwaambia jioni hivyo, wakanapokuja wazee, akahando ile ramani na kila kitu, alafu ndipo walipoomba. Mungu akarudisha maumivu yote 100%. Sio kwamba Mungu hawezi tibu ugonjwa, huwezi jua Mungu ana ratiba gani na wewe. Yule mtu alichukua kalamu akaandika, akawaandikia Ka church members, akamwambia, Brethren, Mungu ni mwaminifu sana, ninajua nitapumzika kwa kitambo, lakini fanyeni kazi ya Bwana kwa uaminifu. Siku Yesu akija tutaonana. Nitapumzika kwa kitambo, hatutakuwa wote. Akaandika ile barua, akaandika na ya familia, akiwatia moyo. Mungu anayemwamini atabaki pamoja na wao. Wakati wa COVID niliugua COVID 14 days. Na ile nikuta wakati huo wa nimeenda kwenye camp meetings. Nimekuwa kwa majuma mfululizo sita rudi nyumbani nikasikia homa ambao sijawaiga isikia. Baadaye nikasikia difficulties in breathing, baadaye hali yangu ikawa ngumu, nikaenda kwenye x-ray kuja kucheki, wakakuta pafu moja aliko attacked already, lakini nisaidia nilirudishwa nyumbani, siku baki hospitalini, nikabaki nyumbani na nafasi. Kwa hiyo alikuwa mimi na mke wangu huduma zote, hakuna appetite, hakuna chochote kunyanyuka kubadilika hata ubavu mmoja hivi you take time. Kwa sababu hewa inakosa, kwa hiyo kitani kidogo unatulia kwanza ku gain strength ili mpaka uje ufikie kukaa kwenye kitanda ni muda. Kwa hiyo nikuwa ninashinda sitting room kwa ajili ya room nyingine tofauti ambayo kwa nashinda pale, halafu ninaweza nikakomunikate mtu akiwa upande mwingine. Mke wangu ndio alikuwa anakuwa hapo hapo, lakini niliwambia, nikamwambia mimi, kwenye familia yangu niliwambia, niliwambia kwamba nimekuwa ninahubiri habari za Yesu aliyekufa kafuka, nimekuwa nikihudumu mazishi, nikirekodi, nikinukuu parapanda italia na wafu watafuka. Nikawambia sikuwa naigiza, niimaanisha kuna ufufuo. Kwa hiyo niliwaambia, nikilala wala msio na wasiwasi, Mungu atawahifadhi. Nawatakia tu uaminifu, kwa sababu mkiwa waaminifu tutakutana. Na mara nyingi nikisafiri, namwambia hata mke wangu, ninasafiri lakini haimaanishi kwamba lazima nirudi, inaweza ikawa ni safari yangu ya mwisho. Acha kuzungumza maneno na kusema nakimbia hapa Nairobi, narudi saa hii, haujui Aga vizuri nyumbani. Wasiju wakasema imetokea ghafla, sio ghafla, just one step between you and death. Halafu unaaga kienyeji, nakimbia tu hapa kwa soko, ninarudi. Unajaribu kucross the road, unakutana boda boda na usibaki, umeenda. Saa nyingine tunaagana kienyeji. Put everything in order, sio mpaka urudi kuna safari utasafiri, na hiyo itakuwa ya mwisho. Si uweke mambo vizuri, kwamba nikirudi kwenye jeneza, sio kwamba ukuwaeleza kuna hiki kuna hiki kuna hiki kuna hiki. Na Mungu anataka tufahamu kuwa na Yesu haimaanishi utakufa kwa ajali, whether you pray and you fast death is always there. Na Biblia imesema hakuna mwanaume ataishi, si asionje kaburi. Kwa hiyo usijizime data ukajisahulisha kuna kifo.